Fas'aluu Ahla thikri, in kuntum la ta'lamun. Mwingine anasema, naomba kufahamishwa kuwa baba mzazi anatakiwa amlipe mkewe anaponyonyesha mwanawe yaani, ni kweli au e? Maana nasikia kuwa tunaambiwa wanalipwa kama walivyokuwa wakilipwa zamani wanawake waliokua akilipwa samani wanawake kunyonyesha watoto tumboni eh? Eh, tunaomba tunaomba elimu juu ya hili likoje eh, mwanamke anayelipwa kwa kumnyonyesha mtoto eh, kwanza hapa umesema baba eh? Umesema baba mzazi anatakiwa mlipe mkewe eh? Lakini ulikuwa afadhali ungesema mume atakiwa, nima, mzazi kufahamu anatakiwamzaziaakufahhngine na uulizaji watu wengi, na ulikuwa na uliza vibaya katika masuala ya mirathi. Kwa wengine, anauliza anakubaisha baina ya mume na baba, kwa sababu kuna kuna watoto kwa hivyo, mume huyu mume amlipe mkewe kwa kumnyonyeshea mwanawe, ndio swala litakalo lazo hivyo. Lakini cha kufahamu, e, mtu mwanamke ambaye analipwa ni yule mwanamke aliyeachwa kama Qurani wenye inaonyesha au walivyosema katika e, sura Talaq nafikiri ni, ni sura sitini na tano itakuwa eh, kama hivyo eh, a a ya eh, sita fa in arda'na lakum faatuhuna ujurahuna fa in ardana lakum yani hapo wanazungumzia wanawake ambao kwamba wameachwa, ikiwa watakuwa wanakunyonyesheeni watoto wenu yaani mwanamke ushamwacha alafu mtoto mchanga anamnyonyesha yule ndio ambaye kwamba analipwa kwa sababu ya kumnyonyesha mtoto. Lakini mwanamke ambaye kwamba katika ndoa na masala ina, kidogo ina mvutano, mvutano, lakini alo katika ndoa na kuwa huyu halipwi, isipokuwa ni kwamba apatiwe nafaka zake na mavazi yake kama Qur'an ilivyosema, walalmauludi wa wa lahu rizquhunna wakiswatuhunna kieswa wa bilmaruf eh. Kwa hivyo ni yule baba yule baba mza, mza, mzazi afanye nini alomza yule mtoto eh, ni juu yake yeye kutoa mavazi na kutoa chakula. Lakini yule ambaye kwamba tayari ameachwa na na mtoto yule ndiye ambaye kwamba mwanamke mwenyewe analipwa yeye mwenyewe analipwa ye, mwenye, kwa kazi ya kunyonyesha kama Qurani wenyie walivosema, fain ardhana lakum faatuhuna ujurahuna, ii kwa ta kunyonyesheni basi wapeni ujira wao. Eh, hawa ni ambao kwamba wameachwa. Eh, wallahu tabaraka taala alam waahkam.